Niliahidi kwamba nitaleta pikipiki piki kwa ajili ya vijana wa mji huu na nitawapa pikipiki brandi. Hii hapa ni brandi yangu mwenyewe, emtoa makaratasi na hii leo. Hii hizi si pikipiki, nazileta kwa sababu moja, na ndio maana nilisema bodaboda wasiondoke huku ndani. Tunataka kila kijiwe, kila kijiwe cha bodaboda katika mji wetu wa Kigoma kiwe na bodaboda boda moja ambayo wamepewa na mbunge. Kazi ya hiyo bodaboda inatafuta pesa kwa ajili ya kuendesha hicho kijiwe. Tunaelewana vizuri? Mimi, mimi Baba Levo, mimi natafuta pesa, natafuta pesa. Nimegundua kwamba bodaboda wanapewa boda mkataba, kwa siku wanatakiwa walete shilingi elfu kumi, uongo kweli? Mimi nitawapa pikipiki kwa siku unaleta shilingi elfu tatu peke yake. Bado sijamaliza bado sijamaliza bado sijamaliza, na hiyo elfu tatu hiyo elfu tatu ukimaliza mwaka mmoja umeleta elfu tatu bila kupoteza siku hata moja, unachukua hiyo pikipiki inakuwa ni ya kwako. pikipiki hii aina ya boksa, pikipiki hii ukienda kuulizia pale mjini inauzwa milioni tatu na laki mbili na hamsini. Uongo, kweli? Kwa hiyo wewe ukinipa elfu tatu tatu kwa mwaka mzima, tafsiri yake utakuwa umechangia kama milioni moja na laki mbili tu peke yake. Kwa hiyo milioni tatu na laki mbili, toa milioni moja na laki mbili tafsiri yake milioni mbili, nitakuwa nimekupa mimi wewe bure na uende na kwa ni familia yako ukaendelea na maisha yako. Tunatengeneza utaratibu mzuri, tunatengeneza utaratibu mzuri. Tunataka vijiwe vyote vya bodaboda viwe vimejisajili, ili nikikukabidhi, simkabidhi simkabizi mtu mmoja, na kabidhi kijiwe ili watu wote kwenye kijiwe wanaangalia mashine ya kijiwe ile pale inafanya kazi. Kwa hiyo watu, watu wa kijiweni, watu ambao wanaicho kijiwe cha bodaboda, wao ndio watachagua dereva ambaye ataendesha bodaboda ya kijiji, bodaboda ya kijiwe kwa ajili ya kuleta pesa kwa ajili ya kuendesha kijiwe. Mimi naitaka tripu yako ya kwanza ya asubuhi, ukipakia mtu elfu tatu Chukua elfu tatu, rudisha kwenye mfuko wa mbunge. Wewe bodaboda, endelea kutwa nzima, hela yote unayopata tagawane na mke wako, tagawane na watoto wako, kuleni wadogo zangu, kwa sababu mmenichagua niwe mbunge wenu na niko tayari kuwatumikia.